a usalama lakinihiifasi <coughs> hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake katika hotuba ya kuapishwa kwake. Kama mmefuatilia kiasi cha kutosha, Mheshimiwa Rais alielekeza hali ya maisha kwa wana Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla yaweze kurudi kama yalivyokuwa ya. Ndugu waandishi wa habari, wa nieleze tu kwa dhati kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa ambayo pia iliweza kupata itilafu kidogo kutokana na vikundi vya wahalifu kufanya matukio ambayo tunayakemea kwa sauti kubwa na tunayapinga kwa sauti kubwa sana, kwa sababu yana athari kubwa kwa wana Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, natoa tamko au tangazo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba vituo vyote vya mafuta vilivyokuwa vimefungwa kutokana na matishio kadhaa ya kiusalama sasa vifunguliwe na vianze kutoa huduma hizo, na vyombo vya moto ama vyombo vya usafiri vyote navyo vyakishe vinapata huduma katika vituo hivyo. Sambamba na hilo, tunaendelea kuonya mfumo wa uuzwaji wa mafuta katika vidumu huku tukiamini kwamba mfumo huo ni mfumo ambao kwa asilimia kubwa hauna nia njema kwa taifa na kwa mkoa wetu kwa ujumla wake. Muuzaji wa mafuta wa aina yoyote ambaye itabainika kwamba anaendelea kuuza mafuta katika mfumo wa kwenye vidumu atachukuliwa hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za Eura. Sambamba na hili, tunamwelekeza EURA kanda, maa, kanda ya, ya mashariki kuita kikao mara moja na wamiliki wa vituo vya mafuta vyote katika mkoa wetu ili tuweze kupeana semina maalumu kuhusu mfumo sahihi tena wa kuendelea kuuza mafuta usioleta athari katika mkoa wetu. Sambamba na hili, ndugu waandishi wa habari, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna mabasi yaendayo kwa kasi tuna dati na tuna udati. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo, tunaendelea kusitisha usafiri huu kwa njia ya Morogoro Road, yani BRT1, na tunaendelea pia kusitisha usafiri huu kwa njia ya Mbagara yani BRT 2. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanategemea mfumo huu wa usafiri na naamini pia usafiri huu umekuwa ukiwasaidia watu wengi, tunausitisha mara moja, jambo la kwanza ili kufanya tathmini ya kina kuhusu uharibifu uliotokea. Jambo la pili, tunajua kwamba mifumo ya utukataji tiketi na mageti pia yameharibiwa na kwa mantiki hiyo inatupasa tuwe na muda wa namna ya kuweza kurudisha hali hiyo kama ilivyokuwa. Tunawaagiza watu wa RATRA, wadau wa RATRA na watumishi wa RATRA ama ma, ra, e, mtendaji mkuu wa RATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili aweze kutoa huduma katika njia hizi ambazo zilikuwa zinategemewa kwenye usafiri huu wa mwendokasi, na jambo hili lifanyike mara moja, ili kuongeza nguvu kidogo ya utoaji wa huduma mabasi kwa njia hii ya BRT1, yani ya Morogoro Road, na kwa hii njia nyingine ambayo nimeitaja hapo awali. Lakini jambo nyingine la muhimu mtakumbuka kwamba usafiri wa kwenda mikoani kupitia stendi ya Magufuli ama kuanzia stendi ya Magufuli nao ulisitishwa kwa muda. Na kwa mantiki hiyo, stendi ya Magufuli inaanza kufanya kazi rasmi haraka iwezekanavyo, na ikiwezekana leo saa kumi, uongozi wa wilaya ya Ubungo kwa kushirikiana na vikosi vya kiusalama watatoa utaratibu mzuri wa namna ya usafiri huu au mabasi haya kuendelea kutoa huduma zake kuanzia kituo cha Magufuli kwenda mikoani. Na hapa niweke wazi kwamba wakati wa ufungaji kulikuwa kuna wafanyabiashara kwenye maduka hayo na ambayo yamelindwa mpaka sasa akiwa yako salama. Tungetamani sana uongozi wa stendi ya Magufuli pamoja na wadau wanaofanya kazi katika stendi hiyo kuwepo saa kumi hiyo, ili wapate utaratibu wa namna ya kuendeleza tena kazi zao katika stendi hiyo. Na jambo jingine ni usafiri wa vivuko. Mtakumbuka kwamba pia kivuko nacho kilikuwa kimesimama kwa muda lakini sasa kwa kuwa tumeruhusu shughuli hizi za usafirishaji kuendelea, pia vivuko, kwa maana kivuko cha kutoka cha pariferi kuvusha kufush watu kwenda Kigamboni na kurudi huku, na chenyewe kitaanza kufanya kazi rasmi na kwa haraka sana. Tumeweka utaratibu maalumu kwa usafiri wa pikipiki na bajaji. Ndugu waandishi wa habari, kwa sasa bajaji pamoja na pikipiki zitaruhusiwa kuendelea kama ambavyo zilikuwa zinafanya kazi zake, lakini tumeweka utaratibu fuatao ambao tunaokamilisha halafu itakuwa ni agizo rasmi. Jambo la kwanza, kwa pikipiki piki, zote za mkoa wa Dar es Salaam zitahakikiwa upya, na katika uhakiki tutahakiki mambo makubwa matatu. La kwanza, tutahakiki tutamhakiki dereva mwenyewe ili kujua dereva huyu ana leseni hana leseni, ni mkazi wa kwenye mkoa wetu au sio mkazi wa kwenye mkoa wetu, ni raia wetu wa Tanzania au sio raia wa Tanzania. Jambo la pili, katika bajaji na katika vyombo hivi tutavihakiki vyombo vyenyewe. Chombo hicho ni halali kimepata usajili halali, kimenunuliwa kihalali kina namba halali ama kina namba halali na nyaraka zake zote ambazo zina kihusu chombo hiki. Na jambo la tatu, tutamhakiki mmiliki mwenyewe, kumiliki, kumhakiki mmiliki mwenyewe, maana yake nini? Imekuwa ni kawaida, vyombo vingi hivi vya pikipiki, mwendeshaji anaitwa Abdala, mmiliki anaitwa Juma lakini ukimuuliza Juma anasema chombo hicho nilishakiuza muda mrefu. Na kwa mantiki hiyo, taratibu za kutransfer kutoka kwa Juma kuja kwa huyu anaitwa mba, labda Abdalla, zinakuwa hazijakamilika, au zingine zipo kwenye mikataba. Kwa hiyo tutamuhakiki na mmiliki ili pia kuweza kujua pikipiki piki hiyo mmiliki wake ni huyu anayeonekana katika nyaraka au ni tofauti na huyu anayeonekana katika nyaraka. Tutaweka vitambulisho maalum vitambulisho maalum ambavyo vitambulisho hivi vitamsaidia dereva wa pikipiki na dereva wa bajaji kutambuliwa pia kirahisi, lakini zaidi kitakuwa ni kitambulisho sahihi cha kumsaidia kwenda kuweka mafuta kwenye kituo cha mafuta. Kwa lugha nyepesi, ni kwamba wamiliki wa vituo vya mafuta wote, baada ya mfumo huu kuwa tayari, hakuna atakayeruhusiwa kumuuzia mafuta dereva wa pikipiki au wabajaji kama hataonesha kitambulisho maalum tutakachopatia. Lakini jambo la pili la muhimu ni kwamba vyombo hivi vinapaswa kuendelea kuwa mabalozi sahihi kuhusu watu wasiohusika na masuala hayo. Utaratibu huu tuna uratibu kwa kusaidiana na wakuu wa wilaya, jeshi la polisi, vyombo vya dola na utakapokuwa tayari basi viongozi wa pikipiki na bajaji katika barabara zote ambazo tumezitaja, mtatoa ushirikiano ili kuhakisha hakuna matumizi ya nguvu kutokana na mstakabali wa amani ya taifa letu, yote ambayo pia tumeyasema. Tunafahamu kwamba uhakiki pia utafanyika kuhakiki vituo ambavyo bodaboda na bajaji kwa sasa wanapaki kwa kusaidiana na uongozi wa serikali za mitaa katika kila wilaya ya mkoa wa Dar es Salaam. Sambamba na hili, taratibu hizi za uhakiki zitaanza mara moja, kuanzia tarehe tano, tarehe tano ambayo ni kesho. Agizo langu ni kwamba viongozi wote wa pikipiki katika wilaya zote kuanzia kesho asubuhi wafike kwenye ofisi za kila mkuu wa wilaya ili kuweza kupewa utaratibu wa uhakiki wa pikipiki kwa madereva wote. Pamoja na hili, ndugu zangu waandishi wa habari, imejitokeza pia tabia ya baadhi ya watu kupandisha bei za bidhaa.